Ambaye tumepata nafasi ya kumtembelea hapa, mama mjane ambaye anaishi huko na watoto watatu. Uh, yapo mapito ambayo anayapitia. Uh, hii inaweza ikawa ni funzo pia kwa wamama wajane wengine ambao sasa hivi tunasikilizana. Mama habari yako? Uh, tuambie, unaitwa nani? Rehema, tuambie uh, changamoto ambazo unapitia tangu mme wako kuondoka kwenye maisha yako. napitia changamoto ngumu Zipi changamoto ambazo umepitia mama? Kunyanyasa na ndugu. okay. Ndugu walikuwa wana kunyanyasa kwa mfumo gani mama? wakawa wanadai uondoke, uende nyumbani. hmm. Uh, huku wakatalia kwamba mimi nitakuwa nibaki hapa kwenye nyumba ambayo nimejenga na mume wangu, kwa wakasema hapo ni? wakasema Wakati wanasema uondoke watoto walisema wataenda wapi? Wataenda kwa shangazi zao. Na kwa nini wanasema uondoke na wakati ni nyumbani kwako hapo? Kwa, kwa, kwa maana ulikuwa na changamoto ya kimatatizo basi wao wakasema kwa sababu ya hilo tatizo ndio uondoke. Na nikwambie kitu kingine pia mama, e, maisha namna hii yapo na watu wanapitia hivyo, lakini wakati mwingine tatizo kama likitokea, jaribu kushirikisha e, serikali. Ulishaenda kwa balozi au kwa mwenyekiti ukaambia kwamba mimi napitia changamoto, ndugu na nifukuza niondoke, ukwenda sikwenda? okay. Sawa, wakati mwingine unaweza kwenda Uh, kitu kingine tuambie maisha ya kawaida namna unavyowalea watoto unawezaje sasa kuwalea watoto hawa na huko na changamoto hizo? Mama, maisha magumu sana. Mm. Siwezi kabisa. Okay. Yaani shida, napata shida. Okay. Wa watoto wako wote wa, watatu uko nao hapa nyumbani? Um, uko nao wangapi? Okay, ulio nao wangapi? Konao wawili. Kwa hiyo unapambana mwenyewe unawalea. Okay. Kwa watu ambao wanakusikia unatamani nini ambacho ungeweza kusaidia? Okay. Kwa anayesoma Mtu kama anaweza asaidie hivi. Yeah, okay. Sawa, mimi nikushukuru sana mama. Haya ni machache tu ambayo baadhi ambayo ameweza kuyafafanua mama namna ambavyo anapitia kwenye maisha yake haya. Mimi nikushukuru sana. Tutakwenda kuungana hapa na mtoto wake pia kwa upande wake tuona anazungumza nini? Mm, uh, tuambie namna unavyoishi na mama eh, maisha ino yakoje? Kiukweli maisha yetu si ni magumu. Uh, mama anapitia changamoto nyingi kwa ajili ya kuolea nyinyi. Tuambie uh, changamoto ambazo anapitia mama eh, nyinyi kama watoto eh, huwa zinawakwamisha hasa hasa wapi? Shuleni. Hmm. Na hata mama kwa, kwa mama mashambani hivyo. Anashindwa hmm, kufanya kazi za shambani. Ndio, afu ipo yake yupo anamsaidia. Na hapa mko wangapi nyumbani? na uh, otu, watatu. Wewe wangapi kati ya watatu? wa kwanza iko wapi? wat na wote okay. Na, na walea mama yenu na okay. Ndugu wa karibu ambao mlitegemea kwamba kuwa ni msaada wanasema nini mkiwaambia juu ya changamoto ya maisha ambayo mnapitia? Kama mimi hapa nipo shuleni nasema naomba mchango, wanasema si hatuna. Nasema naomba ya, ya, ya sabuni au ya vifaa vya mahitaji ya shuleni, wanasema hawana. Basi okay. na tuambie mama anasema kuna changamoto pia e, wakati e, baba yenu anatangulia, e, kuna changamoto zilitokea kwamba kuna wakati mwingine ndugu wanasema mama arudi kwao, e, nyinyi hilo mmesikia e? okay. e, Unafikiri kwa nini ndugu wanasema hivyo? Kwa sababu babangu alivyokufa tu walisema hivi mama aendae kwa mm. mm. kwa mm. kwa al, al, mm. mm. Sasa wakati wanasema mama aendage kwao, watoto waliwabaki wa, wa hapa panyi mbaki hapa au muende naye mm. darasa la tano wasema mi nienda kwa shangazi kule CCM alafu mm. dadangu dadangu mia ambao ipo Njombe wasema aendeleze mm. kusoma pale shuleni alafu mm. mdogo wangu mi wamwisho watatu lazima aendage nayo mdand yeah, okay. na mama hizi mali ambazo zipo walidai zitabaki zita na no nani kwanza walisema wanatunyanganya yani mama, mama atu nendaa kwenu mm. Afu hizi hizi mali tunanyang'anya yani nyumba tunauza na mashamba tu wenyewe. Yaani yani, wa, wa, yani a, wanayasimamia wenyewe. Yani mama aenda kwao. Okay. Um, uh, mshauri nini mama sasa, wewe unasoma sasa hivi kidogo umeanza kufahamu vitu. Wewe unamshauri nini mama sasa juu ya haya ambayo yanaendelea? Ya namshauri yani tuvumilie tu. Hata kama maisha magumu, mm. Magum, mm. tuvumilie. Maana mm. kila mmoja anapitia changamoto hizi. Sawa, mimi ni kushukuru sana uh, kwa mazungumzo haya, lakini kwa upande wa majirani pia nao uh, watu ambao wanaishi maeneo ya Igwachanya e, tuko nao hapa. Tutaanza na mtu wa kwanza hapa, ndugu yetu, tuambie unaitwa nani? Uh, kwa majina anaitwa Victor Mtega kwa majina ya serikali lakini <coughs> ukifika hapa Igwachanya anafahamika sana kwa jina la manikenge. Okay. Ndio, tumepata nafasi ya kujumuika kama vijana kwa pamoja eh, kwa ajili ya kumtembelea mama huyu ambaye amekuwa na changamoto ya kimaisha eh, mjane mama huyu na watoto wengi wa kulea hapa eh, vijana mmejitoa, mmeamua kuchanga chochote kitu, pamoja na ndugu yetu bwana Baraka Agrovet tumeweza kumfikia huyu mama kwa kutoa kile ambacho tumebarikiwa. Una lipi la kuzungumza juu ya maisha ya mama huyu, yanaweza yakawa ni funzo pia kwa vijana wengine, ni funzo pia kwa wakina mama ambao ni wajane wengine. <coughs> Nashukuru ndugu mtangazaji, kwanza nianze kwa eh, kukupongeza na kukushukuru kwa kufika hapa, pia kuifikia hii familia ambayo ina changamoto. Kwa wito huu ulioupata, naweza nikawambia vijana tu kwamba katika maisha ya kawaida changamoto ni nyingi, kama changamoto ambayo tumeikuta kwa huyu mama na pia nilikuwa nawaomba vijana waweze kuiga mfano kama u ambao tumeufanya sisi hapa leo kumtembelea huyu mama na kumunga mkono, kujua changamoto anazopitia na kumtia moyo pia, okay. Mtia moyo eh, kwamba changamoto anazopitia asione kwamba ni sehemu ambayo yeye amesahaulika, hapana. Wapo watu tunawakumbuka kama sisi ambao ni watuma salamu kwenye redio ic na wewe ukiwa ni mwongozaji wa kile kipindi ukawiwa kututembelea sisi e, wasikilizaji wako, tunakushukuru tunakushukuru sana, yeah, okay. so, wakina mama wajane kuna mambo mengi sana wanapitia pindi wakiondokewa na waume zao e, hasasa unyanyasaji wamekuwa wakifanyiwa ukatili. Una lipi la kuwambia sasa wajane, e, wamama wajane ambao sasa hivi wanakusikia hapa? <coughs> Kwanza wamama wajane, kitu ambacho naweza nikawaambia unyanyasaji unavyotokea wasichukulie kwamba ni najisi. Hapana. Unyanyasaji unavyotokea wachukue hatua, jinsi gani wanaweza kupambana na ule unyanyasaji mm. E, wasibaki, wasibaki kimya, kukaa kimya kama mama tulivyokuwa tunamsikia anasema alikaa kimya, ibidi mm. E, achukue hatua mm. E, jinsi gani anaweza kupambana na ule unyanyasaji ambao anakutana nao okay. E, na asibaki nao tu, kwa sababu utakuwa ni unyanyasaji ambao unaendelea kumnyanyasa mm. Yeah. Sawa lakini pia ndugu yetu uh, mwenyekiti wa jambo hili na aliyekuwa na ratibu hapo kuhakikisha kila kitu kinakaa vizuri. Karibu sana pia ujitambulishe eh, na utuambie pia eh, kwa nini uliamua kusema tuje kwa huyu mama eh, hapa Igwachanya eh, kumtembelea na kuweza kumtia moyo kwa kila ambacho Mungu ameweza kutubariki. Asante. Kwa majina naitwa Frank Mtega alimaarufu chui dereva boda toka pande za Igwachanya. Kuwewa kutembelewa kwa huyu mama sababu mwenyewe maisha niliyoishi nimeishi bila kumjua baba zeni, baada hapo nakuja kujua jua vizuri zaidi idea ya maisha mama, naye ananikimbia kwa, kuna mafundisho ambayo nimepitia kwenye maisha e, kwa kama mama hapa tumesikia alifiwa na mume wake, kwa ni mjane, ana familia familia, nazo kama hivi, tunaona kuna mambo yanaenda ambavyo ndivyo sivyo. Eh, sasa kama vijana na sisi tumechukua jukumu la kusema tuje tumtembelee mama eh. Mwenyewe nilivyo kuja kumtembelea mama hapa, nimehisi kama nimemtembelea mamangu mimi, matunda ambayo libidi yale mama ngoje yale, kwanza mama hapa zeni, naye naye pia ni mama kama mama wake. Okay. Hongera sana. Ah, kitu kikubwa sana hiki, na utuambie pia eh, kwa nini baadhi ya vijana hawakumbuki jamii zao hawakumbuki wazazi wao? Anavyoona mi ni kujisaulisha tu, ila mtu kishaelewa jinsi ya kuishi huwezi kujisahau sana, kwa sababu maisha tunayoishi huwezi jua la kesho, sababu e, tunaishi na jamii tofauti tofauti. Kuna watu tunaona wanaishi na wazazi, lakini maisha yao ndo hivyo wanashindwa kuwakumbuka wazazi, lakini si tunaishi bila wazazi zeni. Baada ya hapo, hata wazazi wa wenzetu tunawakumbuka kama ni wazazi wetu. Kwao wajifunze kupitia hili na wao wachukue jukumu, wache zalau kuzalau watu pia wakumbuke na wazazi wao nyumbani na siweke tu heshima mtaani. Kuna aina ya familia pamoja na, na, na, na, na, na, na, na, na koo zimekuwa na tabia ya unyanyasaji hasa eh, pindi, eh, pindi ambapo tunaona eh, wana, wa, wa, wa, wanafiwa waume zao, basi mama wa mjane anaanza kufanyiwa unyanyasaji, anaanza kufanyiwa ukatili, anaanza kunyang'anywa mali ambazo alichuma yeye na mume wake eh, kwa sababu tu ya kwamba, mama mjane hata mama hatakiwi kumiliki mahali. Wajane wako wengi wanatusikiliza hapa, unaweza ukawaambia nini? Aa, yani wasichukulile kusema hivi wametengwa na mume wake, yani amekufa alafu hmm. Yeye awe mnyonge asichukulie unyonge hmm. Ana uwezo wa kusimama, ana uwezo wa kupambana na sisi vijana, kama vijana tuwakumbuke wazazi hmm. Hey, hilo tu okay. Hey. Sawa, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Vijana wako ni wengi sana na tumepata nafasi ya kufika hapa, tutakwenda kufahamu hapa. Kwa majina yako unaitwa nani? Ah, mimi kwa majina ya kiserikali naitwa Amos Luvanga. Jina maarufu naitwa Jiji Mshedede. Natokea pale Ndimunye, nimekuja hapa kumuona huyu mama ambaye ni mjane. Ah, vijana mimi na wasi tu tuendelee tu kwa shika mkono mama zetu ambao wametanguliwa na ume zao, tusikate tamaa, maisha ndio haya, huwezi kulijua la kesho yako. Kama unaishi na mzazi huenda kesho, kesho yako mzazi atatangulia mbele za wake, utabaki na mama tu, baba hautamkuta, au baba tu akafa akabaki mama. Kwa hiyo si vijana tushike mkono awa wajane tusiwatenge. Mwamko kwa vijana umekuwa uko chini sana. Sasa kukumbuka jamii ambazo zimesaurika, hasa wale wenye matatizo wenye uhitaji tofauti tofauti, tumekuwa tukijisahau sana. Unafikiri kwa nini ah uh? kikubwa tu vijana wa siku hizi uh, wanapenda sana kujinafasi kwenye mili yao na mioyo yao hawawezi hawakumbuki kuwashika mkono ambao ni wajane. Kwa hiyo mi nawasi tu vijana wenzangu tuwashike mkono wajane eh. Mm. Sawa, nikushukuru sana kwa upande wako, karibu sana tuambie, unaitwa nani? Asante, naitwa Oscar Mtemela maarufu bodaboda Igwachanya stand. Wa, mm. Tutuambie wewe tukio la leo hili la kuja mm. kumtembelea mama mjane kumtia moyo juu ya maisha ambayo anapitia uh, umejisikiaje kwanza? Uh, kiujuma nimejisikia furaha kwa sababu huyu ni mzazi mm. kama mzazi mwingine sawa naweza kaa nyumbani na mzazi, lakini tambua kuwa na, huyu ni mzazi. Umri alionao huyu mama na, na mama yangu ni kama ni sawa, kwa hiyo lazima nimheshimu kama ni mzazi wangu kabisa kunizaa. Siwezi nikamtenga kama labda ni mtu baki, hapana, huyu ni mzazi wangu. Kwa hiyo nilivyosikia kwa, kwa mwenyekiti chui hapo alivyosema, bwana, kuna moja mbili tatu kasema, sawa, hiyo ni mama yetu, lazima tuende kumuunge mkono. Hata kama chochote nichonacho, hata niwe na mia au mia mbili lazima nimpelekee. Unaona, ndo vitu kama hivyo. Okay, sawa, hongera sana. Asante upande wako pia, tuambie unaitwa nani? Kwa majina naitwa Emmanuel Oscar Mgindu na ni bodaboda boda, ambaye anafanya kazi yangu chanya hapa wilayani mm. na <coughs> hizi ni taarifa ambazo nimezipata kwa kijana wangu wangu ambaye kazi moja, ambaye tunafanya kazi uh, tuliandaa kwamba Jumapili hii mm, kama tutapendezeshwa na mwenyezi Mungu kuamka tutakuja kumtembelea mama yetu ambaye ni mjane mm. na kweli leo tunashukuru na ujio wenu wa SFM umetusapoti kufika mpaka hapa wilayani Wanging'ombe mm, na kweli tumefika kwa mama hapa, tumeona hali ya maisha ambayo anaishi na kama alivyoeleza kwamba amepitia changamoto nyingi ambazo kihalisia kama kijana ni lazima ikuguse, na kama kuna vijana wengine labda maeneo mbalimbali na sehemu tofauti tofauti wanakuwa wanatusikia kama wapo, najua mama wajane sio kwamba wapo wilayani hapa au wapo sehemu zote na kama wapo basi, wengi napenda kitu kama hichi ambacho si tumefanya mm. wengi wapate moyo kama huu, waendelee kufanya kitu kama hichi, kwa sababu tunajua mama tayari ana familia na ana familia ya watoto watatu tayari, kwa mama kama mama. Na tunajua kabisa kwamba tayari yeye ni mzazi, umri wake umeshaenda, hawezi akasema nafanya kazi zote mm. labda kusema kama familia mm. kwao. Sisi kama vijana tusijisahau sana, tukumbuke kwamba kuna watu bado wanatuangalia na hata kama sisi tuna wazazi na wengine ambao hawana wazazi, basi wasijisahau wakumbuke kufanya kama tulivyofanya sisi. Okay. Sawa, mi mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana.